Mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa eneo la Katani kaunti ya Machakos kwenye mzozo wa ardhi ambapo pia ulisababisha kujeruhiwa kwa watu wengine wawili. Samuel Muiruri Maina alipigwa risasi kufuatia tofauti kati ya mtu anayedai umiliki wa ardhi na kundi la vijana eneo hilo. Na kama anavyotuarifu Franklin Wala, polisi wanamzuilia mtu mmoja kufuatia tukio hilo. Video hii ambayo ilinakiliwa wakati wa ufyatuaji huo wa risasi inaonyesha jamaa mmoja akifyatua risasi wakati anafuatwa na kundi la watu. Tukio lilitokea eneo la viraji huko Katani, kaunti ya Machakos. Yadaiwa mwenye bunduki hiyo alikuwa akifuatwa baada ya kupatikana wakimvamia muuzaji mmoja wa mashamba eneo hilo. Nikapata wamemhanda ako nje ya gari na wako ndani ya gari, wamemwegemezea bunduki kabaki ni furaha kazi huyo jamaa akatoka akaanza kushut juu. Dakika chache mtu huyo aliyekuwa na bastola alimpiga risasi Samuel Muiruri Maina na kumuua, risasi zikalia zikalia zikalia. Kwa kidogo, naona Sam ameletwa analetwa na pikipiki hivi ya katua, chana gari chukue hii pikapi yangu mpeleke hospitali vijana waliokuwa wakimkimbiza jamaa huyo waligeuka kwa asira na kulichoma gari ambalo mshukiwa na mwenzake walitumia kufika eneo la tukio. Vijana hawa walitaka pia kumvamia jamaa huyo aliyetambulika kama Fara. Yadaiwa Fara anayemiliki majumba haya alifika hapa wakiandamana na mshukiwa aliyekuwa na bunduki. Fara aidha alimpigia Samueli Maina simu na kumtaka afike eneo hilo waongee. Mkutano baina ya wili hao na Samuel uligeuka, na inaarifiwa Samuel alivamiwa na kupigwa vibaya, wahusika wakitishia kumpiga risasi. Vita hivyo vilisababisha umati kufika na kumwokoa Samuel aliyekuwa akipigwa. Vurugu hilo liliishia Samuel kupigwa risasi na kuuawa. Hali unaita mtu unakuja unampigia risasi hapo, ati hadi ukoshua, ni mtu ameshajipanga, ile kitu anataka kufanya amejileta mwenyewe, mpaka akampiga risasi alikuwa anajua nini anafanya. Wenyeji waliokuwepo walizua vurugu na kuandamana kutokana na mauaji ya Samuel. Polisi walifika na kumtia nguvuni Fara na kumzuia kituoni SNP Mavoko. Vurugu hiyo ilifika kituoni mwa polisi japo <tutu> polisi wanadai vurugu ilitokana na uvunjaji wa lango la boma la Fara. Wakazi hapa wanasema mzozo ni umiliki wa ardhi. Franklin Wala runinga ya Citizen.